naserekale kira togukura nivamtulingire mwono waitu avantuu vaitu vari vonsi vakogotavire hatia varaca serekale hano mukahanja mvahatira wach ariboitu kwamba wazee wa mira koo tarafa ya Inchugu tunasema kwamba vijana wetu wanakamatwa, hatujui wanakopeleka. John H John H ni nikijana wetu kiongozi, ambaye tulipenda kwamba awe kiongozi wetu tunayemtegemea. Kama ana makosa serikali impeleke mahakamani, lakini sisi tunamtaka aje. Sisi hatuna ugomvi na serikali, sisi tunawasaidia maneno mengi sana serikali. Sisi wazee wa mira hatutaki ugomvi na serikali. Tunaomba vijana wetu wanaokamatwa, kama wamekamatwa, wapeleke mahakamani, na kama hawana hatia, waachiwe warudi, tuendelee tuwe tunaona vijana wetu kwamba wapo, tunawategemea mojawapo wapo wakiwa wa, na vijana wengine waliokamatwa hapa, hatujui walikopelekwa. Tunaomba warudishwe, wazee wa mila tunaomba tukiamini, tukijua kwamba serikali tuko pamoja kweli. Kama wanajua kwamba kuna tunayowasaidia, tunaomba waturudishie vijana wetu hao tunawataja. Asante. Sisi wasee wa mila tunaomba sirikale yetu ndio inatulinda na sisi tunawalinda Tunataka watu wache watoto wetu choni heche ache hapa. Hana makosa, hakuiba mtu yoyote, hakuna makosa. Makosa akirwe na makosa ndio aende serikalini, aseme. Sisi wasee tunalia mtoto wetu, anaenda kuwekwa bali hatujui bali iko, tunaomba arutiswe.